Well, my beautiful people, so today we have Diamond Platnumz tuongelee, yeah, hilo buti lake kwanza, achari na hiyo skirt, we'll talk about that outfit baadaye. Uh, kwanza let's talk about hii buti muy ambayo ameivaaiyo bot to hapo unaanzisha biashara na inaenda vizuri na inakuletea faida nyingi sana. Iyo but ambayo kaieka hapo miguuni mwake ni euro 1650 yes, euro 1650 sio dola, ni euro na ni brand ya Balenciaga, si mnaona hapo juu? Yes, ni Balenciaga brand. So hiyo euro 1650 uki convert kwa tz shilingi kwa Tanzania ni shilingi unapata, naona wenyewe hapo, ni milioni tano, sio laki tano. Mind you milioni tano na elfu tisini na moja mia nane themanini na tatu pointi 81. Wallahi hii pesa ni ndefu kwa sisi hapo wa Tanzania. <laughs> Yes guys, kibongo kibongobongo, milioni tano just kwa boots ni pesa ndefu sana. Yaani hapo sijui tungefanyia vitu vingapi, lakini Diamond Platnumz amenunua boots, uh, na hii bado yuko friends na msishangae, hiyo outfit imepata maneno mengi sana huko mtandao. Well, ku clarify hii hii, siyo skirt jamani, hizi ni ni outfit, ni men outfit, iko style kama hiyo, kama skirt, lakini hajavaa skirt ya kike. Ama vipi, labda kwenda na fashion akaamua kuvaa skirt ya kike? No, hii ni men's fashion na amevaa hivyo, lakini achane na hiyo skirt, guys 5 million just for boots. Yani, a lot mshahara mtu wa wa miezi mingapi jamani? <laughs> Yes, lakini kama una pesa eh, nenda na standard ya pesa yako. Kama unapata pesa nyingi kwa mwezi, why usinunue vitu vya bei? Mm? Kama unapata pesa kidogo ndo utaona hii boots e, imenunuliwa pesa nyingi. Lakini kama wewe e, standard yako iko juu, basi utaona hivi vitu ni vya kawaida kabisa. Lakini 5 million for boots ah, ah. And fans kama hamtaamini hii basi ingieni hapo mwangalie hata Google, ingieni sachini hii boots, weka jina lake, afutazama bei halisi. Je, ni kweli uh, euro ni euro elfu moja, mia sita hamsini, ama tumepigwa hapa jamani? yes, na ukishapata jibu, njooni hapa tushare wote kwamba bwana hiyo boots ndiyo bei yake halisi inauzwa 5 million in Tanzanian shillings. E, na kama si basi, tuambie hapo kwenye comment kwamba, no no no, hapo tumepigwa. And ukisikia expensive lifestyle, ndio hii sasa. Hii ndiyo meaning the real meaning ya yeah, expensive lifestyle well my beautiful people mi nisiongee sana drop your comment hapo chini tell me about this boat how expensive it is is it expensive ama ni sawa ila kwake yeye ana make a lot of money ni sawa tu love you all